Jinsi ya kuona kwa usahihi kwenye ulimwengu wa kiroho. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakitamani na wengine wamekuwa wakijiuliza ni jinsi gani wanaweza kuviona vitu kwenye ulimwengu wa kiroho kabla vitu hivyo havijatokea, na wengi wao wameishia kutokuwa na majibu. Leo nimekuandalia somo hili zuri, jinsi ya kuona vitu kwa usahihi kwenye ulimwengu wa kiroho kabla havijatokea. Kabla hatujaendelea, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya lakini pia, kama baraka ya kwanza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 Jambo la msingi la kutambua, Mungu anahitaji uweze kuona vitu kwenye ulimwengu wa kiroho. Mungu anaweza akakuonyesha vitu kwa njia mbalimbali, anaweza akatumia njia ya ndoto akakuonyesha kitu kabla hajatokea asilimia kubwa ya watu Mungu amekuwa akiwafunulia vitu mbalimbali mbali kwenye ulimwengu wa kiroho kwa njia ya ndoto, lakini wao wameshindwa kuelewa, na mwisho wa siku wanashangaa lile jambo ambalo waliliota linatokea, na wanaanza kujiuliza, mbona jambo hili liliota? Na wengine wamekuwa wakibakia wakijishangaa wao kama wao, wanajiuliza kwa nini wakiota ndoto na inatokea. Nataka nikwambie, Mungu anahitaji wewe uweze kuona kuona sio kwa ajili ya mtu fulani, lakini Mungu anakuwa anahitaji watu wake waweze kuona. Kwa hiyo Mungu anaweza kufunulia vitu mbalimbali kabla vijatokea, anaweza kakufunulia kwa njia ndoto, ukashangaa, unalala unaota jambo fulani, na jambo lile baada ya siku kadhaa unashangaa jambo hilo latokea. Lakini pia Mungu anaweza akakuonyesha jambo kwa njia maono, ukajikuta umekaa tu sehemu, maono yakaanza kukujia, ukaanza kuona jambo fulani, unashangaa baada ya kuwaza jambo fulani, jambo fulani unashangaa jambo lile Mungu anaweza akakufunulia kwa njia ya maono. Yamkini kuna muda mwingine unaweza ukawa unaomba Mungu akaanza kukuletea picha, akaanza kukuonyesha maono juu ya jambo fulani, na unashangaa baada ya muda mchache jambo lile linatokea kama ulivyokuwa unaliona. Lakini pia Mungu anaweza akatumia njia ya Roho Mtakatifu kukuonyesha vitu. Unaweza ukawa kwenye maombi, Mungu akaanza kukusemesha. Yote haya Mungu anahitaji wewe uweze kuona. Watu wengi Mungu amekuwa akiwaonyesha vitu, lakini wao wamekuwa hawaelewi kana kwamba Mungu anaonyesha vitu. Kwa hiyo leo utakwenda kuangalia jinsi ya kuona vitu kwa usahihi kwenye ulimwengu wa kiroho. Njia hizi zote Mungu huzitumia ili wewe uweze kuona. Ni muhimu sana ukatambua Mungu utumie njia gani kwako ili uweze kuona. Ni muhimu sana ukagundua, je, wewe Mungu utumie njia gani kwako ili uweze kuona? Je, Mungu utumia ndoto au maono au njia ya Roho Mtakatifu au kwa njia neno lake? Kwa hiyo ni muhimu sana wewe kutambua ni njia gani sana ambayo Mungu itumia kwako ili uweze kuona. Kuna wengine Mungu utumia wao, wanaona kwa kupitia ndoto. Anaweza akalala akaliota jambo na baada ya siku kadhaa jambo lili likatokea sawa sawa na alivyoona. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajichunguza na ukajua, je wewe wako Mungu hutumia njia gani ili uweze kuona. Jambo la msingi la kutambua, kila mmoja anaweza kaona jambo kwenye ulimwengu wa kiroho kwa namna tofauti tofauti. Hili ni jambo la msingi sana la kutambua kila mmoja anaweza kaliona jambo kwenye ulimwengu wa kiroho kwa namna tofauti tofauti. Wacha nikupe mfano unaweza ukanielewa. Nikichukua glasi nikaweka maji nusu, na baada ya kuweka maji nikawauliza watu, mnaona nini? Kila mmoja atasema kwa jinsi anavyoona. Mmoja anaweza akasema anaona glasi ya maji, lakini mwingine atasema anaona glasi yenye maji, lakini mwingine atasema anaona glasi ambayo imewekwa maji nusu. Wote mnaweza mkaliona kitu mnaweza mkaona kitu kimoja, lakini mkatofautiana kwenye kutafsiri. Kwa hiyo ni muhimu sana, kila mmoja anaweza akakiona kitu kwenye ulimwengu wa kiroho lakini kwenye kukifasiri kile kitu mkaanza kutofautiana. Mwingine atasema ameona hichi kitu, akatoa tafsiri yake, lakini wote mmekiona kitu kimoja, ila mmetofautiana kwenye kufasiri, kwenye kutafsiri kile kitu ambacho mmekiona. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa kiroho unaweza ukaliona jambo ambalo linaweza likatokea kwenye miaka kumi au ishirini ijayo kwenye ulimwengu wa kiroho unaweza ukaona kabisa jambo ambalo litatokea miaka kumi au miaka ishirini ijayo. Mungu anaweza kuonyesha leo miaka, habari za vitu ambavyo vitatokea miaka mitano ijayo, miaka kumi ijayo, miaka ishirini ijayo, anaweza kakufunulia na wewe ukaona vitu ambavyo vitatokea. Sasa watu wengi sana wanaweza wakawa wakatofautiana kwenye kutafsiri. Mungu anaweza kuonyesha kitu ambacho kitatokea miaka michache inayekuja kitatokea baada ya miezi michache Mungu anaweza kukufungulia sasa hivi. kwa hiyo yote na yote, Mungu anahitaji wewe uweze kuona kwao. Jambo la kutambua, kila mmoja analo eneo lake ambalo Mungu amemuitia ili aone, lakini watu wengi wamekuwa wakilazimisha kuona eneo ambalo Mungu hajawaitia hili. Jambo la msingi sana la kutambua, kila mmoja kuna eneo ambalo Mungu amekuitia ili uweze kuona. Sasa watu wengi wamekuwa wakifanya makosa kwa kujilazimisha kuona sehemu ambako hawajaitiwa kuona. Kwa hiyo kila mmoja ana sehemu yake ya kuona. Kuna mwingine anaweza akaonyeshwa juu ya sehemu fulani. Kila mmoja ana neno lake ambalo Mungu amemtia ili aweze kuona. Watu wengi wamekuwa wakifanya kosa hili kwa kujilazimisha kuona sehemu ambako wenyewe hawajaitiwa kuona. Lakini pia jambo la pili, inawezekana pia ukawa mwonaji kwa kusikia na sio kwa kuona. Unawezi, inawezekana kabisa ukawa ni mwonaji kwa kusikia na sio kwa kuona. Mungu anaweza akawa anakufunulia vitu kwa njia ya sauti, kwa njia ya kusemesha. Mungu anaweza akawa anakufunulia mambo mbalimbali, ukawa unasikia sauti, Mungu anazungumza na wewe. Kwa hiyo kwa kupitia kusemesha, kupitia kusikia, unaweza ukaona pia. Kwa hiyo ukisoma kwenye kitabu cha mambo Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya ishirini na tisa na msari wa 29 imeandikwa nukuu, basi habari za mfalme Daudi mwanzo na mwisho, angalia, zimeandikwa katika tarehe ya Samueli mwonaji na katika tarehe ya Nathani nabii na katika tarehe ya Gadi mwonaji. Kwa hiyo tunaanza kuona Samueli alikuwa mwonaji, lakini Nathani alikuwa nabii, lakini Gadi alikuwa ni mwonaji. kwa hiyo mwonaji anaona ukweli, lakini pia nabii anasikia ukweli. Mwonaji anaona ukweli na, p, lakini pia nabii pia anasikia ukweli. Mmoja anaona kwa kusikia na mwingine anaona kwa kuona. Mwonaji aliyekomaa, sio kila kitu anachokiona anakizungumza. Hapa naomba tuelewane vizuri, mwonaji aliyekomaa, sio kila kitu anachokiona anakizungumza. Kuna watu wanapu, wamepoteza vitu vingi kwenye ofisi hii ya uonaji kwa sababu ya kutokuwa wakomavu mwonaji aliyekomaa vizuri anajua nini cha kusema, muda wa kukisema, namna ya kukisema na, ku, na wa kusema naye. Watu wengi sana uh, wamekuwa wakipoteza vitu vingi. Nataka nikwambie mwonaji, mwonaji aliyekomaa huwa anajua hivi vitu hivi vinne vya msingi: nini cha kusema, muda wa kukisema namna ya kukisema na wakusema naye. Kuna muda Mungu anaweza akakufunulia jambo fulani juu ya mtu fulani, ila ikakubidi uwe na hekima ya kukulifikisha jambo hilo kwa mtu huyo. Kuna muda Mungu anaweza akakuonyesha jambo akakufunulia juu ya mtu fulani, lakini itakutaka wewe uwe na hekima ya kulifikisha jambo lile. Ni muhimu sana ukawa ni mtu ambaye uko tayari kujifunza zaidi asilimia kubwa kutaka kuwa mkomavu. Ni muhimu sana uwe mtu uko tayari kujifunza. Kama uko tayari kujifunza, hauwezi ukawafundisha watu wengine. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajifunza, uwe tayari kujifunza, uwe tayari kuongozwa. Kwa hiyo mwonaji aliyokomaa, sio kila kitu anachokiona anaweza kizungumza. Kuna muda pia mwonaji aliyokomaa huwa ana hekima, kama ni jambo la kuzungumza, huwa ana hekima ya namna ya kulifikisha. Kwa hiyo ni muhimu sana ukatambua vitu hivyo. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe ili uendelee kujifunza zaidi. Nakupenda sana.